Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Francis amefariki dunia Jumatatu ya Pasaka April 21, 2025 akiwa na umri wa miaka 88, katika makazi yake Santa Marta, Vatican. Muda mfupi uliopita mwadhama Kardinali Farrell alitangaza kwa masikitiko kifo cha Baba Mtakatifu Francis na kusema kuwa, ndugu wapendwa, kwa huzuni kubwa sina budi kutangaza kifo cha Baba Mtakatifu Francisco ambapo kimetokea na dakika 35 asubuhi, ambapo askofu wa Roma Francis alirudi nyumbani kwa Baba. Maisha yake yote yaliwekwa wakfu kwa huduma ya Bwana na kanisa lake. Alitufundisha kuishi maadili ya Injili kwa uaminifu, ujasiri na upendo wa ulimwengu wote, hasa kwa ajili ya maskini zaidi na waliotengwa zaidi. Kwa shukrani nyingi sana kwa ajili ya kielelezo chake kama mfuasi wa kweli wa Bwana Yesu, tunaipongeza roho ya Papa Francis kwa upendo wa huruma usio na kikomo wa Mungu mmoja na wa utatu. Kifo cha Papa Francis kimekuja chini ya saa 24 baada ya kujitokeza kwenye uwanja wa St. Peter's Square mjini Vatican kwa ajili ya Jumapili ya Pasaka. Katika ujumbe wake wa Pasaka kwa mji wa Roma na dunia kwa mwaka 25 uliosomwa na mshehereshaji wa liturujia za kipapa, Papa Francis alitoa wito wa kusitishwa mapigano huko Gaza, lakini pia katika ujumbe wake alizungumza kuhusu amani ya Ukraine na maeneo ya Afrika. Papa alisema kuwa amani bila kupokonywa silaha, akitoa wito wa kuheshimiwa uhuru wa kidini na kuachiwa wafungwa wa vita na wa kisiasa. Katika miezi ya mwishoni ya maisha yake, hali mbaya ya afya ya papa ilimfanya kutumia wiki kadhaa hospitalini. Mnamo tarehe kumi na nne Februari, Papa Francis alipelekwa katika hospitali ya Gemel huko Roma, akitibiwa homa ya mapafu aliokuwa na shida ya kupumua kwa siku kadhaa. Aliruhusiwa kutoka hospitalini mnamo Machi 23, akisumbuliwa haswa na homa ya mapafu, ambayo ni maambukizi ambayo yanaweza kusababishwa na bakteria, virusi ama fangasi, baada ya kuondolewa sehemu ya pafu akiwa kijana. Viongozi mbalimbali wametoa salamu za rambirambi ikiwemo pia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan, kwa niaba ya serikali ya Tanzania ametoa salamu za pole kwa waumini wa dini ya Kikatoliki kufuatia kifo cha kiongozi wao wa Papa Francis ambaye amefariki leo huko Vatican. Mheshimiwa Rais ameandika kuwa anasikitishwa na taarifa ya kifo cha kiongozi wa kanisa la Katoliki Papa Francisco katika kipindi chote cha miaka kumi na mbili akiwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Francis ameishi maisha yake kama mwalimu na kiongozi aliyefundisha na kuhimiza ustawi wa maendeleo ya watu pamoja na kudumisha amani. Savvy FM tunatoa pole kwa wote waliofikwa na msiba huu. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Kwa taarifa zaidi endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Savvy Media Live, mimi naitwa Mariam Malia.